ITV imefika nyumbani kwa marehemu na kuzungumza na mamia ya wakidai, wakidai wako tayari kuzika mpaka wahusika wa mauaji yao wakamatwe na kuchukuliwa hatua za kisheria. Sasa tumeona hii ni kero sisi, tumesema hivi kama wananzengo atuziki mpaka yule bwana amehama, la sivyo tumbebee mwili tumpelekee akazike. Six six. Unyanyasaji tunaelekea wapi? Tumechoka na wananzengo wao wote wamechoka unaowaona hapa. Mama Samia tuangalie, wachimbaji tumerudi pabaya. Tumerudi pabaya. Huku tulikuwa tumesahau. Miaka mingapi hii iliyopita tulikuwa tumesahau, lakini tunarudi kule kule. Tunaomba serikali tusaidie kwa kijana wetu, kanyanyaswa, kaonelewa. Kijana wa umri wa miaka 18 kweli anapigwa na kuuawa? Tunajua hakuna mmiliki wa mali wa dhahabu, hakuna mmiliki, na sisi ndo wazawa, na sisi ndo wenyeji hiki kijiji. Watu wakuja wanatupiga na kutua. Serikali tusaidie kupitia hili, tunaumia sana. Tunaomba mama Samia Suluhu tusaidie kwa hili. Huyu ni kijana wetu, ndo kwanza anaanza maisha, miaka 18, ndaanza kutafuta maisha. Mtu mwenye umri wa miaka 50 na anampiga kijana miaka 18, inakuaje? Hili tunaomba serikali itusaidie. Mimi langu ni hilo tu. Wazazi wa marehemu ndugu jamaa na majirani wanasema matukio ya mauaji ya watu katika eneo hilo yameongezeka kwa kasi na kulitaka jeshi la polisi kuchukua hatua wa ili kudhibiti hali hiyo. Halafu sitoshi wanatoa hoja ya hivi, mtoto amemuokota anaanguka kifafa, na mimi nikiwa kama vile mzazi nisijue mtoto wangu kwamba ame, anaanguka kifafa, wao ndio wajue kwamba mtoto anaanguka kifafa Isitoshe, ukisikia wengi wameuawa mpaka na mwalimu wa shule ya msingi wamempiga, wakambebesha baunga na yeye wakamuua, eh? Wanasema oh, ameiba unga. Wiki moja imepita na huyu kijana wamempiga, siku tatu. Ina maana wangeacha hao, oh, watoto kuja kutoa taarifa hapa nyumbani. Ilikuwa mtoto wangu siziki, nilikuwa sijui, angezikwa na serikali bila kujua mwanangu yuko wapi. Tukio hili ambalo limeumiza sana <coughs> hili sasa tunasema tuna serikali itusaidie, hasa kwa mhusika mgodi wa Katabaro ufungwe, unyang'anywe ile leseni, kwa sababu unaonea watu pasipo kueleweka. Watu wale mgodi ule umeumiza watu ambao hawana hatia. Mtoto wa miaka kumi na nane amepigwa pasipo sababu maalum. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Nyaruyeye pamoja na mwenyekiti wa CCM kata ya Nyaruyeye wamefika katika familia hiyo na kuzungumza na ombolezaji huku jeshi la polisi likieleza hatua za kuchukua. Mi naomba sasa kama aituwa vijiji ule mgodi usimame, kiwezekana madini ile leseni wafutie, wawafutie hawajajaapa kugua, wananchi mekuja kuchimba. Walichokeleza wananchi ni sahihi, na mimi naungana nao. Tumechoka na matukio, kila wiki matukio, kila wiki matukio. Sasa hata sisi wenye watoto ambao wanajua labda kutongoza wanawake kifika saa tatu mwanawaja afika unaanza kutafuta kwamba mm, mwanangu yuko wapi? Kwa kweli mimi kama wa kijiji ili limenikera limenisikitisha sana kitendo kibaya cha mauaji. Hata mimi nasema Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, najua yeye ni mama wa watu, kila jambo nalielewa, serikali sikivu, ambaye inayejua kilio cha wananchi wote, ambao wanachulia wananchi. Lazima Mheshimiwa Rais tukifanyia kazi, nakuomba hata mimi mwenyewe kwenye kata yangu sitaki watu wawe wanauawa hovyo hovyo, basipokuwa na utaratibu. Sheria ya nchi hii, hakuna sheria ya kuua, bali kama ikionekana mtu ana makosa akamatwe, apelekwe vyombo vya dola au mahakamani, ili akashitakiwe, sio kuua. Hapana, wanavuka utaratibu wa kihaki za kibinadamu ili hata baadaye kama kuna mtu ambaye ataleta habari zake za upotoshaji, basi tuwe na majibu ya kitaalamu ya kumjibu. Daktari tuambie kama kuna askari amepiga mtu tumkamate hapa, aka askari wenyewe bado wapo. Maadamu hatukupiga mtu sisi, hatuna haja ya kukimbia. Kutoka katika kijiji hiki cha Nyaruyeye, kata ya Nyaruyeye, mkoani Geita. Basil Elias, ITV.